Mafunzo haya ni mafunzo ambayo yametolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambayo yanawaelekeza namna watakavyosimamia uchaguzi ngazi ya vituo na mafunzo haya yametanguliwa na viapo vya kutunza siri lakini na viapo vya kujitoa kwenye vyama, wale wenye vyama vya siasa na wale ambao hawana vyama vya siasa wote nao wameapa. Katika mafunzo haya tumewafundisha sheria ya uchaguzi pamoja na mambo mahususi hasa watakayokwenda kuyatekeleza kwenye vituo vyao vya mpigaji kura. Jina langu Anita Alex Mlay. Mambo ambayo tunatakiwa tuzingatie, kwanza tumeaminiwa na tume katika kuifanya hii kazi, hivyo kwa vile tumeaminiwa ina maana na sisi tunatakiwa tuonyeshe uaminifu wetu kwa kuzingatia sheria na taratibu zote na miongozo mbalimbali ambayo imekwisha tolewa na tume ya uchaguzi, lakini pia itakayoendelea kutolewa. Vile vilevile, sisi kama wasimamizi uh, wa vituo vya uchaguzi tunatakiwa pia kuhakikisha kwamba wananchi wanapiga kura kwa amani na utulivu, wapate huduma nzuri. Ina maana kwamba tutatumia lugha nzuri, waweze kufika pale kituoni wapewe maelekezo lakini pia tunaomba zaidi yale maelekezo yatakayopewa wayafuate, ili waweze kupiga kula vizuri na kwa usalama na kwa amani kabisa. Asante, majina yangu naitwa Mwalimu Mengi Karegeja Bwire. Moja, tunatamani uchaguzi wewe wa haki na huru, na tutegemei kwamba sisi tukawe ni chanzo cha migogoro kule vituoni. Tunaaminiwa na serikali, tunategemea tukawe ni chachu ya kuwaelekeza watu namna ya kupiga kura katika vituo vyao katika swala la amani na utulivu na wanapomaliza kupiga kula katika vituo vyao, kurudi katika sehemu zao na hatimaye kusubiri siku za muda wa matokeo. Kwa hiyo tunatarajia katika vituo vyetu baada ya kupata mafunzo, kwa mfano mimi nimeomba nafasi ya msimamizi wa kituo. Ninatarajia moja, kuwapokea wale watu pale kituoni, wale wapiga kula na kuwaelekeza vizuri namna ya kupiga kula, hatimaye waweze kupiga kula kwa utulivu na amani katika kituo kitakachopangwa. Kwa majina naitwa Sostenes Elasto, e, natokea kata ya Igokero. E, niliomba nafasi ya usimamizi wa kituo na nimepata kama nilivyokuwa nimeomba. E, matarajio yangu baada ya mafunzo haya ni kwenda kusimamia haki ili wananchi waweze kupata haki yao ya kupiga kula. A, sisi msimamo tulionao ni kuhakikisha tunatenda haki ili watu watiki na baadaye mambo mengine yaendelee. Majina yangu naitwa Lail Gerard Matente ni msimamizi msaidizi wa kituo. Mimi binafsi nimejiandaa kusimamia uchaguzi huu kwa haki kabisa, ili kila mmoja aweze kupiga kura kwa vile anavyotaka yeye, ili tuweze kupata kiongozi aliye bora. Wito wangu kwa wasimamizi wengine ni kwamba wasimamie uchaguzi kwa haki na usawa bila kuingiza vitendo vingine kama rushwa.